Asante sana Sofia Amani na mtazamaji, kwenye habari za biashara leo tunaelezwa kuwa mkutano wa pili wa kimataifa masuala ya uvuvi kwa kutumia teknolojia ya satellite ukihusisha mataifa tisa barani Afrika umeanza leo jijini Dar es Salaam, huku Tanzania ikiahidi kuendelea kutumia teknolojia katika kukuza sekta ya uvuvi ikiwemo kukabiliana na changamoto za upotevu wa mazao ya samaki baada ya kuvunwa. Akizungumza wakati wa kufungua mkutano huo, mkurugenzi wa taasisi ya utafiti wa uvuvi nchini TAFIRI, Dr. Ismail Kimerei, amesema mkutano huo lenga kuleta pamoja nchi hizo tisa ili kujadili maendeleo katika teknolojia ya kutumia satellite kwenye uvuvi, hasa ikizingatiwa kuwa Tanzania imekuwa moja ya mataifa ambayo yamepiga hatua katika matumizi ya teknolojia katika uvuvi. Unajua nchi inapojiweka eh, eh, sawa kufanya eh, kuwekeza katika uchumi wa buluu, tunajenga mabandari, tunawezesha wavuvi wa eh, kwa vyombo na, kwa, eh, na vitendea kazi tunawezesha wafugaji wa, wa, wa mwani na wafugaji wa samaki kwa vizimba na hata kwa zile e, e, vitu vinavyoingia kwenye kuzalishaji. Kwa hiyo e, kwetu sisi kwa wao kuja kujifunza kwetu sisi kwetu ni, e, ni hatua na ndio maana tunasema tunahitaji kufanya zaidi e, kuivutia dunia zaidi kuja kwetu. Lakini kitu cha msingi pia hapa ambacho nafikiri ni vizuri tukakifahamu. E, Mama Samia alisema wakati anautumbia bunge wakati ule anaingia ana madarakani, alisema anataka kuifungua Tanzania na tunaamini kabisa ameifungua Tanzania na ndio maana mikutano hii haiishi kwetu, kwa sababu watu wengi wanatamani kuja kuiona Tanzania na hatua ya uliofikia. Kwa upande wake, Dr. Mary Kishe kutoka idara ya utafiti na uratibu katika taasisi ya TAFIRI amesema, katika mkutano huo, Tanzania imewasilisha mafanikio ya mfumo wake wa kuvua, kuuza na kununua samaki kupitia satellite, ambapo hadi sasa jumla ya wa wavuvi elfu nne wameshapatiwa elimu, huku zaidi ya wa wavuvi elfu moja wakiwa wamesajiliwa kutumia teknolojia hiyo kutafuta samaki. na tutakuja na teknolojia ya kuweza kupunguza upotevu wa samaki baada ya kuvunwa. Tumeanza na samaki aina ya, ya dagaa. Tuko vizuri, tunaendelea vizuri, tunakuja na miundombinu pamoja na teknolojia za kuweza kupunguza, lakini pia na samaki wengine. Ila pia kuna eneo ambalo tunaliona la muhimu sana, upande wa ukuzaji viumbe maji, upande wa uzalishaji wa chakula pamoja na uzalishaji wa mbegu bora. Tumeshaanza na tunaendelea nalo, na baada ya muda sio mwingi tutakuja na njia nzuri ya kuweza kuzalisha vifaranga pamoja na chakula. Nao baadhi ya wa washiriki wa mkutano huo kutoka Kenya na Tanzania wamesema mkutano huo utaendeleza mafanikio ambayo yamefikiwa na mataifa ya Afrika katika uvuvi huku akiwasisitiza vijana kutumia teknolojia katika kuvua ili kupata uhakika wa mazao ya samaki. Mkutano huo umehusisha nchi za Tanzania, Komoro, Ghana, Shelisheli, Kenya, Msumbiji, Afrika Kusini, Madagaska pamoja na maeneo mengine yanayojishughulisha na, na sekta ya uvuvi.